Jamii wa ya Wachangamwe, kaunti ya Mombasa imeanza rasmi hafla ya siku tatu kusherekea mila na tamaduni za jamii hiyo. Kuanzisha rasmi hafla hiyo, jamii ya Wachangamwe imeandaa maombi maalum na kuandaa chakula cha kiasili maarufu tangalizi, kinachoaminika kuondoa mikosi na magonjwa miongoni mwa jamii hiyo. Uh, na wakaribisha ndugu nyote wa tabaka mbalimbali katika culture, mila na utamaduni wa Mchangamwe na Mswahili kwa jumla katika kisiwa na Waswahili wote wanaokaa katika visiwa vya bahari. Leo kama Wachangamwe tulikuwa ni siku ya dua na tangalizi. Tangalizi ni chakula ambacho hupikwa kuanzia mbegu tatu, mbegu saba, mbegu tisa, mbegu kumi na moja. Mchanganyiko wa vyakula hivi haitiwi chumvi, haitiwi sukari, na tangalizi hizi hupikwa nje zikaliwa nje baada ya watu kufanya maombi, ambao kwa lugha nyingine ni kama matambiko, kuombea labda wazee, watoto waliotangulia mbele za haki, waliofariki. Nia na madhumuni ya tangalizi huwa ni kama kafara za kupiga maradhi, kupiga matatizo ya aina yoyote ambayo yanaingia kwenye mji. Akizungumza na mazetu ya habari moja wa viongozi wa jamii hiyo, Omar Kibwana Kombo, amefafanua kuhusu sherehe ya leo na mwongozo wa jinsi mambo yatakavyokuwa kwa siku tatu hizo. Uh, taaluma ama kuhamasishana, kuanzia saa 4 mpaka saa 11 hapa Mwidani Social Hall tarehe 28 ambayo ni Jumapili, tutakuwa Mwidani Technical College karibu na airport. Hapo ndio itakuwa sasa sherehe zetu ni kilele pale. Tutaonesha Mchangamwe kazi zake ni zipi, kazi zake ni za mavuvi. Kuna wavuvi pale na madau vipi yanavua, uzio uzio nini, wavua vipi, maelezo yote yatakuwa hapo. Kesho dawa walizokuwa wakitumia Wachangamwe, walikuwa hawaendi hospitali, walikuwa wakijitibu vipi, tutaweka dawa pale tuwaoneshe katika mila na desturi walikuwa wakifanyaje? Tukitoka pale, tutakuwa na tent la kuonesha nyumba ya Mchangamwe ambaye ni Mswahili, kitanda chake ni kipi, iwakaaje kutoka kwenye bedroom kwenye sitting room mpaka choo chake kilikuwa chakaa vipi. Ali Goshi ni kiongozi katika kaunti ya Mombasa, anasema hafla hiyo ni muhimu kwa kuwaleta pamoja jamii hiyo ili kudumisha mila, tamaduni na desturi za jamii hiyo. Jamii yoyote isiyokuwa na mila, isiyokuwa na dasturi, isiyokuwa na tamaduni zake ni mfano wa mti ambao hauna mizizi. Mti ukiwa hauna mizizi hauwezi kushamiri. Kwa hivyo sisi kama jamii ya Wachangamwe ni watu ambao tuna dasturi zetu, tuna mila zetu shikana, na tuna tamaduni zetu. Ndio maana tumeshikana na tumeungana kwa pamoja kuhuisha zile tamaduni zetu na mila zetu ili watu waweze kuzijua na kufahamu tulikuwa tukiishi vipi. Kwa upande wake, Muhamed Mwijuma Mwinyi Pembe HSC ametoa wito kwa wanarika wa jamii hiyo kujitokeza kwa hamasa yatakazoandaliwa hapo kesho katika ukumbi wa Mudani, akisema mafunzo hayo yatasaidia katika kuwatoa vijana vijiweni na vilevile kuwapa fursa viongozi wa jamii hiyo kuwashirikisha vijana katika fursa za ajira. Sasa lengo ni kuja kuhamasisha kwamba hata kama mtu yuko level ambayo sio, tutaleta kwanza mambo ya academic ambayo itakwenda hivyo, tutaleta mambo ya professionalism, kila ke profession kuwa ina maana, alafu tutakuja pia mambo ya wa skills, wale watoto waweze kujua kwamba kuna ile issue ya entrepreneurship Yani, ndio wewe ushaanguka, huna nini, waweza kuanzisha business. Na among the lecturers watakuja ni watu qualified, wengine vijana hapa, ili kueleza hata kama amfika hapa waweza kujiendeleza, manake watu wafikiria kusoma degree peke yake. Ali Mboga ni kijana katika jamii hiyo, kwa mchangamo yote, haijalishi kwamba ati ni wazee peke yake. Maana kama mimi mnavoniona hapa, mimi ni kijana, na tena najivunia sana kama alivyosema ami yetu hapa kwamba Mchangamwe katika mwamvuli wake umeweza kubeba jamii zote za Mijikenda. Hivyo basi usijihisi kwamba wewe uko kando, kwamba ukisema wewe ni Mijikenda. Sote ni Wachangamwe, tuweze kuja kwa pamoja kuweza kuadhimisha hii siku yetu. Ali Vincent, Benvin TV.